Karibuni wasikilizaji wa radio Mbiu sauti ya faraja, katika kipindi hiki cha tafakari juu ya sanda ya Torino, leo ikiwa ni siku ya 26 ya Kwaresima ambapo tutazungumza juu ya imani ya wenye heri na watakatifu wa sanda. Ni kipindi kinacholetwa kwenu na Padre Stanslaus Mutajwa mkurugenzi wa shule ya sekondari ya Kwauso iliyojengwa kumwenzi huyu tunayekutana naye katika sande ya Torino, shule ambayo imejengwa kwa heshima ya uso mtakatifu wa Bwana. Tunazungumza juu ya sande ya Torino, ambapo juu yake kuna picha inayojitokeza kwetu kama kama selfie au picha ya kujipiga ya mtu aliyezongwa ndani ya sanda, lakini huyu ni mtu ambaye yuko kifoni. Picha hii inaonyesha umbo lake. Picha hii ni kumbukumbu, inaonyesha kumbukumbu ya mateso yake aliyoteswa tangu mwanzo mpaka kifoni, mpaka kaburini. Basi karibuni katika tafakari hii, nitaanza kwa nukuu: sanda ni alama ya, ya pekee inayomwonyesha Yesu neno wa kweli wa Baba na inatualika kuyafanya maisha yetu yafanane yake yeye aliyejitoa kwa ajili yetu. Mwisho wa nukuu. Hayo ni maneno ya Papa Yohani Paulo wa pili kwa waujaji tarehe 24 mwezi Mei mwaka 1998. Tunazungumza juu ya imani ya wenye heri na watakatifu wa sanda wa kwanza tunayegusia ni mwenye heri Sebastian Valfre. Mwenye heri Sebastian Valfre aliheshimu sana sanda na kuiona kama kitu chenye thamani kubwa katika maisha ya ibada ya Mkristo. Yafuatayo ni maneno yake yeye, alisema msalaba ulimpokea Kristo akiwa hai na kumwachia amekufa. Sanda ilimpokea Kristu akiwa amekufa na kumrudisha akiwa mzima. Mwisho wa nukuu. Mwenye heri Sebastian ndiye aliongeza viraka kwenye sanda kuimarisha viraka vile vilivyowekwa na masista fukara wa mtakatifu Clara mwaka 1534 baada ya moto mbaya mwaka elfu moja mia tano thelathini na mbili huko Shambare. Aidha, alishonea nguo nyeusi nyuma ya sanda ili kuimarisha kwa vile ilivyokuwa inaonyesha kudhoofika kutokana na umri wake mkubwa. Mwingine ni Mtakatifu Kalori Boromeo. Mtakatifu Kalori Boromeo akiwa askofu wa jimbo la Milano alitolea sala zake akiliombea jimbo lake, Mungu alinusuru tauni mbaya sana iliyotishia kuwamalizia watu wake, akiahidi kufanya hija mbele ya sanda, akitembea kwa mguu mpaka pale sanda ilipokuwa inahifadhiwa wakati ule ambapo ni Shambare, ili kutoa heshima yake kwa Kristo kama shukurani zake. Janga la ugonjwa lililopita, askofu alipanga kutimiza ahadi yake lakini kwa ajili ya kupunguzia kumpunguzia kidogo adha ya kusafiri kwa mguu mpaka Shambare nchini Ufaransa ilipokuwa inahifadhiwa sanda, wamiliki wake wakaamua kuisogeza karibu sanda mpaka Torino ili kwa kufanya hivyo wampunguzie safari. Askofu Boromeo alifika Torino kwa mguu kutoka Milano. Safari hiyo ya hija ilimchukua siku tano, akaweza kufika Torino tarehe 12 Oktoba mwaka 1578. Siku alipowasili Torino sanda ilionyeshwa hadharani kwa shangwe kubwa, na umati mkubwa wa watu ulihudhuria. Na tangu wakati huo hiyo sanda ikawa imechukua makazi mapya ambayo ni Torino, maana kabla yake ilikuwa inahifadhiwa mjini Ufaransa mwingine mtakatifu Francis wa Sales huyu ni kapuchini askofu wa Genova wakati wa uhai wake alipenda sana na kuheshimu sanda ya Torino alishiriki kwa karibu katika maonyesho ya adhara ya sanda ya mwaka 1633 yani Wilson mwanahistoria wetu anatoa simulizi la kipengee kimojawapo wakati wa maonyesho hayo, kwamba ilikuwa hivi. Wakati wa maonyesho mwaka huo, sanda ilishikiliwa na maaskofu. Siku ya maonyesho jua liliwaka vikali kweli, watu walikuwa wanatoka jasho. Pamoja na kwamba maaskofu walikuwa wameishikilia sanda, wakionyesha kwa maujaji, walikuwa chini ya mwavuli mkubwa lakini hawakuepukana na kutoka jasho wakati wa maonyesho. Francis de Sale naye jasho lilimtoka bila yeye kukusudia. Tone la jasho lilimtoka likadondoka kwenye sanda, ili lilipotokea Kardinali Prince Morris, askofu wa Torino, aliyekuwa amesimama jirani akamlaumu askofu Francis de Sale kwa kutokuwa makini kiasi cha kuruhusu jasho lidondoke kwenye sanda. Askofu Francis de Sale ambaye hakuwa amefanya hivyo kwa makusudi, akuchelewa kujiridhisha kichwani kwamba Yesu mwenyewe akujizuia jasho la Adamu ichanganyike na yetu sisi binadamu. Pamoja na ukweli wa tafsiri ya tukio hilo ambalo alikuwa limekusudiwa, tunaweza kuona jinsi gani sanda ilivyowahi kupitia katika mazingira ya ajabu na pengine hatarishi. Kwamba sanda imeweza kutufikia sisi ikiwa bado katika hali yake nzuri kiasi hiki, ni jambo la kushangaza. Mwingine ni Mtakatifu Terezia wa Mtoto Yesu. Upendo wa Mtakatifu Terezia wa Uso Mtakatifu ulikuwa wa hali ya juu. Huyu ni mtakatifu Tereza wa Mtoto Yesu. Hata hivyo, yeye alikuwa amekwisha kufa zilipotoka picha, aina ya foto za kwanza za sanda, kwa njia ya kamera ya sekondo. Pia hivyo picha ya uso mtakatifu aliyofahamu mtakatifu Tereza sio sawa kabisa na hii tunionayo sisi katika negativu ya picha ya sanda. Hata hivyo, asili ya picha aliyotafakari ni picha ya sanda. Basi orodha ya wenyeheri na watakatifu waliopenda sana sanda takatifu ya Torino inaonyesha kwamba tendo la kujihusisha na sanda ya Torino alimpunguzia mtu imani yake safi kwa Mungu. Kinyume chake, ukweli ndio huu inawezekana kujenga urafiki na Yesu kwa njia ya kuheshimu uso unaoshuhudiwa na sanda ya Torino. Basi ndugu wasikilizaji, hayo ndiyo maneno machache ya tafakari juu ya sanda ya Torino kwa siku ya leo, siku ya ishirini na sita ya Kwaresima, tukiwagusia wenye heri na watakatifu wa sanda ya Torino. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu wabariki. Kesho kuwa tunazungumza juu ya sauti za mababu watakatifu tangu Papa Leo wa kumi na tatu na kuendelea mpaka nyakati zetu. Asante kwa kunisikiliza.